Soma baadhi ya kauli ambazo zitatumwa baadaye kwenye taarifa hizi. Tukiachana na hayo ya siasa, huku mpango wa kuwaondoa wakimbizi katika kambi ya Dadaab na kuwarejesha Somalia ukiendelea, baadhi ya wakazi wa eneo sasa wameanza kuwalaumu wakimbizi kwa kile wanakitaja kuwa kuharibu miti michache ambayo ilikuwa imeanza kumea Garissa. Inaarifiwa kwamba wakimbizi wamekuwa wakiikata miti na kuchoma makaa wakidai hawana shughuli nyingine za kibiashara. Hamza Yusuf anaarifu. Jamaa huyu anazuiliwa na marafiki ili awache kuanza zogo la kijamii, kwani anachapa mbuzi ya wenyewe. Kisa na maana, anadai mifugo wake wamefika mapema na maji ni kidogo. Hasira yake imeathiri kina mama hawa kuchota maji kwa saa kadhaa hadi mbuzi watosheke. Kulingana na kiongozi wa kijiji, matukio kama haya ndio huanzisha ugomvi na ni hali ambayo imekuwepo tangu awali. Ngambia anakuja maji mbuzi bia, anachukua rungu, watu walikuwa wanabasuana kichwa bure. Polisi ita somba hawa weka huko, alafu tawa moja moja tu. Uwezekano wa kuzuka magonjwa haiko kwenye fikra zao kwa sasa, cha muhimu ni kuridhisha nafsi, si hayawani si binadamu, ila wanaoelewa athari wana hofu ya kuzuka kwa maradhi. Hakuna mahali ambapo ametengenezewa wa wabinadamu ama wa shoti kando, hakuna hii ndio hali halisi ya jamii ya wafugaji mashinani mwa kaunti ya Garissa, mtazamaji, kila moja kuweza kung'ang'ania bidhaa hii muhimu, ambapo lazima wapate ndio waweze kusukuma gurudumu la maisha. Mara nyingi wanalimbikizia lawama wanasiasa, wakisema kwamba wao ndio chanzo cha vita kutokea baina ya jamii mbili. Sasa, hii kuna wale tuliwachagua, kila miaka tano tunachagua watu wapya na kila akichaguliwa anapotea, hawezi rudi waongozi eh, wa, wa ndio wanakuwa wabaya. Fauka ya hayo, malisho ya mifugo huenda yakakosa haiba na umaarufu wa awali, kwa kuwa kila siku watu wanakata miti ili wauze kama kuni au kuchoma makaa vichakani vya jaraji la kaunti ya Garissa. Tulifanikiwa kunasa zaidi ya watu mia moja wakiendesha biashara hiyo. Kwa wale wanaoshukiwa kuchoma miti, wanaelezea masaibu yaliyowalazimu kuchoma mashamba yao wenyewe. Kwa mwezi napata chakula mara moja, si heri nijitume kuliko kuwa mhalifu? Kila moja ni mlalamishi na wote wanahitaji suluhu ya haraka. Licha ya kuwasilisha malalamishi kwa serikali ya Kenya, hamna neno limetoka kwa wakuu, huku mazingira yakizidi kuharibiwa. Hamza Yusuf, KTN News, jarajila kaunti.